Ah, na kama ujui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Penzi mtazamaji wa Halal Charity TV, karibu tena na kipindi cha waijua dini yako. Na hii leo tuko katika mtaa wa Bashrahil. Kwa kweli ni Muislamu jukumu lake katika masuala ya kufaana kuweza kulinganiana, kuweza kukumbushana katika dini ya Kiislamu. Na hii leo swali la kipindi chetu cha wajua dini yako ni ni malaika yupi aliyepewa jukumu la kutoa roho? Ungana nasi kuweza kupata faida kutokana na majibu ya wakazi wa mtaa huu wa Bashrahil. Je, cha nani jina lako bro? Kwa majina naitwa Bilali. Ni malaika yupi aliyopewa jukumu la kutoa roho? Kutoa roho? Naam. Eh, ninavyojua mimi na Taima yangu ni Israeli. Israeli. Ndio. Okay. Aweza jaribu tena? Mm. Jibril. Jibril. Uh, brother leo niko na zawadi hapa na swali rahisi sana, malaika yupi aliyepewa jukumu la kutoa roho? Israeli. Malaika Israeli. Israeli. Aweza jaribu tena? Ah Naam, katika swali la leo na kipindi cha wajua dini yako, ni ni malaika yupi aliyopewa jukumu la kutoa binadamu roho? Katika kipindi chetu cha leo niko na zawadi hapa. Na swali la leo ni ni malaika yupi aliyepewa jukumu la kutoa roho za. Sasa jaribu eh, Jibril. Jibril. Yeah. Tena uh, Israel. Israel. Uh, vipi hali yako bro? Chonani? Salama kabisa. Naitwa Faruk. Faruk. Leo niko na swali hapa na zawadi ni malaika yupi aliyepewa jukumu la kutoa roho ah. <laughs> Na kama Salamu Muhammad, Abdina, sasa swali uh, la leo ni ni malaika yupi aliyepewa jukumu la kutoa roho? oh Ni swali. Brother Abdulaziz. Abdulaziz kijana mzuri sana na swali hapa katika kipindi chetu hichi, kuna malaika aliyepewa jukumu la kutoa roho. Malaika, kwa unamjua malaika cha nani? Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, kwa jina cha nani? Angalie Nabil. Nani? Nabil. Nabil. Uh, ni malaika yupi aliyopewa jukumu la kutoa roho? Ali, Ali. Ali katika kipindi chetu hichi cha kujua dini yako. Swali la leo i ni, Uh, ni malaika yupi aliyopewa jukumu la kutoa roho? Israel. Nani? Israel. Israel. Israel. Nani? Ah. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi, wa tumani, brad. Ahamed, asal. Ahmed Ahmed, uh, katika swali la leo ndani ya kipindi chetu ni ni uh, ni malaika gani aliyepewa jukumu la kutoa binadamu roho? Jibril. Jibril. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jina lako, brother. Swale. Swale, Swale, kuna zawadi hapa. Swale leo, raisi sana. Ha? Malaika yupi aliyepewa jukumu la kutoa roho? jina lake? Jina lake? Malaika Israel. Israel. Hmm. Uh, jaribu tena. Mbona ni jaribu na ni huyo huyo, Israel. Kwa kweli wengi wanamuita Israel. Ningependa uh, utupatie maoni na ueleze watazamaji kipindi hichi, kipindi hichi kina umuhimu gani katika maisha ama watu wa Kiislamu kwa ujumla. Kwa Kiislamu kwa ni kwamba tujue hawa malaika, kila malaika ana kazi yake. So kuna mwenye ametumwa kutoa roho, kuna mwingine mwenye amekuja kuleta neema, ni mambo tofauti tofauti, lakini kivizuri akiwa watu akitembea kama hivi, pia kwa mtu mwenye anasahau pia inakuwa anakumbushwa. Sisa penzi mtazamaji, tumefikia tamati ya kipindi cha leo. Kwa kweli umeweza kupata faida na kusikia majibu ya wakazi wa mtaa huu wa Bashrahil. Kwa kweli wengi wanamjua malaika wa kutoa roho kama Israeli, ila kwa hakika jina la malaika wa kutoa roho ni Malakul Mauti, kwa maana malaika wa mauti. Mekua wako al-akh Yusuf Musa, na nyuma ya kamera amekuwa ndugu yangu Hassan Adam Yusuf. Tupatane wiki ijayo.